Vile alivyokuwa anasema kwamba, je, ukikamua, kutoka kitu gani? Kuna ile maji ya kawaida, lakini maji ambayo tunayachukua kwamba ya kusema kwamba sasa haya yanatuletea kiashiria ambacho sio cha kawaida, ndio amechanganyika na damu na damu. Kuna kitu alikuwa mnazungumzia kwamba nitampimaje huyu mgonjwa nijua kwamba hii hali hiyo kwamba ni kenza wa kitu gani? Sasa mauvimbe yako aina mbili. Tunaposema kansa, maana yake sasa tuchambue kwanza, kansa ziko aina gani? Kuna ambayo tunaita, tunaita benign, hii ingine tunaita malignansi

Unaweza kukuta tu, kile kilichovimba kivimbe kidogo kikaondolewa na tatizo likaisha. Kwa mimi ushauri wangu ni kwamba msisitizo mkubwa afya zetu tuwe tunapima mara kwa mara kwa mara. Kazi yangu ni ndogo tu mbele yenu. Sasa kumkaribisha Mkurugenzi atufungulie semina yetu. Baada hapo. Kama haya zamani tulikuwa hatuyapati sana. Nyinyi wenyewe ni mashahidi. Tulikuwa hatuyapati sana lakini serikali yetu kwa sasa hivi inayoongozwa e, na Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan imeboresha mambo mengi hasa ya afya, ya afya kwa sababu tunaongelea mambo ya afya, afya tujikite kwenye afya. Tulikuwa huku vijijini au kando kando huku tunaongelea mambo haya magonjwa ya kawaida kawaida sana, lakini leo naona tasnia ya maradhi yote yanakuwa mpaka sisi ambao tuko huku tunapata elimu. Kwa hiyo jambo, mimi naomba nishukuru na nipongeze sana kwa kweli tuna kila sababu ya kupongeza viongozi wetu kwa namna wanavyotushirikisha kwenye mambo kama haya. Sijui kama kuna mtu aliamini kwamba mtendaji wa kata anaweza akaitwa, anafundishwa habari ya saratani kama kiongozi? hiyo <laughs> si, simeona e, yaani kuna vitu vimeboleka sana, alafu mtu anakwambia serikali haifanyi kazi. Tunawashukuru sana kwa kuwa waaminifu na watiifu kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu naamini msingefuata taratibu ambazo zimewekwa, pengine tusingepata fursa ya sisi kushirikiana na nyinyi. Uwepo wenu tunapata indiketa au viashiria kwamba mko tayari kushirikiana na serikali, na sisi kwa niaba ya serikali tunawapongeza sana, na tuko tayari kushirikiana na nyinyi. Jambo la muhimu sasa kwetu sisi ambao tumepata fursa hii ni kuhakikisha haya yote ambayo tumejifunza kwenye hii semina tunayazingatia, hilo la muhimu sana isije ikawa kwamba serikali ina mobilize resource inaunganisha watu inaweka sera nzuri, alafu inafika kwetu tunaishia njiani kwao. Tujitahidi haya ambayo tumeelekezwa tuhakikishe tunayafanyia kazi. Lakini nyingine, amesema daktari, mambo ya afya yanataka uchunguzi wa mara kwa mara, tena wa mapema. Tukaelimishe basi jamii, kwa sababu si tuko kule na jamii, tuwape hii elimu, mtu akijisikia tofauti akimbie kwenye kituo cha kutolea huduma. Ambaye anaona yuko mzima pia sio kwamba hatakiwi kule, unakwenda unakagua afya yako, ukiwa sawa unaendelea na maisha, kwa sababu afya ndio utajiri wa kwanza wa mtu. Ukikosa kuwa na afya njema, hatuwezi kuzalisha au kutenda kazi vizuri. Ndugu zangu, najua mmeshakaa hapa muda mrefu, mmeshajifunza sana, mimi niwasihi, tuendelee kuiamini serikali yetu, tuendelee kutegemea mazuri kutoka kwenye serikali yetu, na tunapoenda kutekeleza majukumu yetu, basi tutekeleze sawasawa na miongozo tuliyotolewa na serikali na viongozi wanaotupatia. Baada ya maelezo hayo mafupi kama sio marefu, niwashukuru sana kwa kushiriki semina hii. Nitangaze rasmi sasa kwamba semina hii imeahirishwa au imefungwa rasmi. Asanteni sana. Afisa mtendaji wa kata ya Mayo, binafsi mafunzo yametunufaisha kwa namna moja au nyingine, kwa sababu hivi vitu vinatokea mtaani, lakini walio wengi wanaenda kwenye njia tofauti ambayo haiwasaidii, baadaye matatizo yanakuja kutokea, tunakuwa tunakuja kupata huduma wakati tumeshachelewa. Kupitia mafunzo haya, itatusaidia kuwafikia wananchi na kuwaelewesha kwamba wakiona hizi dalili ambazo tumeeleweshwa hapa, waende hospitali na sio kwenda kwa waganga wa kienyeji. Hafiza Adam Chua ni afisa mtendaji kata kata Nkongoi katika halmashauri ya wilaya ya Bumbuli. Leo nafurahi sana kuwa miongoni mwa wana semina katika kupata elimu juu ya saratani ya matiti ambapo tumefundishwa sana kwa ukubwa na, na kwa upana na kwa yale ambayo nimeyapata basi, nitaenda kujitahidi kwa kufundisha na kuelimisha jamii yangu kule nakuishi nao vilevile ili waweze kuepukana na ugonjwa huu wa saratani ya matiti lakini vilevile waweze kujilinda na kujikinga juu ya ugonjwa huu, na kwa changamoto ambayo ndogo ndogo kwa wale ambao wanaweza kupata kutokana na elimu duni kwa jamii yangu, nitawasaidia kuelimisha, kwa kwamba watapotokea chatizo kama hilo, basi waone wahudumu wa afya ngazi ya jamii au vituo vya afya ambavyo viko karibu nao waweze kupata matibabu yake. Naitwa Dr. Ibrahim Ninja Shabani, ni daktari kwa binadamu na pia ni mganga mkowizi wa hospitali ya halmashauri. Leo hii niko kwa lengo la kutoa elimu kwa watendaji wa vijiji kuhusiana na uchunguzi wa awali wa saratani ya matiti. Naam. Lengo hasa ni lengo hasa, katika hili katika elimu hii ni kuhamasisha watendaji wa vijiji juu ya uelewa wa saratani ya matiti na pia kwenda kusambaza elimu kwa wana, wana kijiji, kwenye vitongoji juu ya uelewa wa saratani kwa kuhamasisha na vijiji katika uchunguzi wa awali wa saratani ya matiti.